Hayo ni ya kwangu mimi na wachezaji wangu kwenye viwanja vyangu vya mazoezi, nikuambia wachezaji wangu nimeshasema, nimeshazungumza, unapofanya makosa ya kurudia na timu naacheajia

Na. Sasa nafasi ambayo mko mnaenda mm -hmm. E, kupambana kiasi gani kuhakikisha kwamba e, hizo michezo ni lilosalia mnaimaliza vyema ili kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri kwenye ligi? Hayo ndio malengo yetu, ndio maana nimesema hichi kilichotokea pamoja na kupoteza, kuna vitu ambavyo vimeonekana huo, yani vinakwenda kufanyia kazi kuhakikisha kwamba mechi mbili zilizobaki kwenda kufanya vizuri na mwisho wote tumaliza ligi